Utajiri wa uchambuzi usio na shaka na dili zote za kukufanya usonge mbele. Funga mkanda, safari ni ado ado mpaka kieleweke. Mseto Leo Furushi. Mbunge ni mzigo, anatuahidi vitu ambavyo atekelezi. Nchi inaongozwa na sheria, sio na mtu Oh, uh, so so unalazimika kuingia chumba kimoja na mkamwana wako, nje huko wanakaa Tanzania. ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hii furushi la leo. Kama mlisikia kwenye vyombo vyetu vya habari, Mheshimiwa Waziri wa Afya alitangaza rasmi bima ya afya kwa wote, na sisi mkoa wa Kigoma toka jana tumeanza swala la uandikishaji wa bima kwa wote. Kwa hiyo, waheshimiwa madiwani, najua huko nyuma zipo na bima zingine ambazo zimekatisha wananchi tamaa. Tuwaombe sana, awamu ya kwanza tunaanza na watu wasiojiweza. Watu wasiojiweza kwa maana kwamba walemavu, wasioona, viwete, labda wajawazito, wale wanajiandikisha. Na Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 4.9 kwa ajili ya kuwahudumia bure. Kwa hiyo, mjitahidi sana kuhamasisha hawa ndugu zetu waende kwenye madawati yetu ya uandikishaji waweze kuandikishwa, na mara moja waweze kupata huduma. Kwa hiyo awamu ya pili itakuwa ni ile ya watu sita, kwa maana kwamba baba mama na watoto wanne, ambayo ni hiyo kaya ni laki moja na nusu. Na huduma utakazopata ni karibu huduma zote, vipimo, madawa, kila kitu. Hiyo bima ya kutoa laki moja na nusu sio kama zamani, kwa maana kwamba utapimwa kwa fedha hiyo hiyo, utapata matibabu kwa fedha hiyo hiyo kwa hiyo jazi mbo la msingi, nyinyi ndio wenye wananchi, niwaombe sana sana, kwa sababu zoezi tumelianza tusiwe wa mwisho, tuwe wa kwanza kuzitumia zile fedha ambazo mheshimiwa rais amezitenga kwa ajili ya bima ya afya. Mesikia hiyo sauti ambayo tumetoka kuisikiliza, ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, IGP mstaafu balozi Simon Siro akizungumza na madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu na kuwaelekeza kuhamasisha wananchi kujiandikisha kwa ajili ya kupata huduma ya bima ya afya kwa wote ambapo kwa mkoa wa Kigoma zoezi hilo tayari limeshaanza. Yes, uh, ni jambo geni, lazima tukubaliane licha mm. kwamba mchakato wake umeanza muda mrefu kidogo, e, yalianza ikiwa maono tangia huko miaka ya 2017 tukaja 18 imekuja 2023 rasmi, sasa tukawa tunayo sheria mm -hmm. Si ndio? E, na ni hivi karibuni Waziri Mohamed Mchengelwa akatutangazia kwamba sasa tunaanza tangu Jumatatu ya wiki hii e, sheria hiyo ama zoezi sasa la kwenda kwenye vitendo linaenda kufanya kazi mm. tukianza na hayo makundi maalum kama ambavyo ameyataja hapo e, e, mkuu wa mkoa wa Kigoma <clears throat> hoja si kwa hawa ambao serikali inawalipia mm -mm. Eh, kwanza lazima tu tupongeze kwamba eh, ni juhudi ambazo zinahitajika kupongezwa wakati mwingine, kwa sababu no. kuna watu ambao wanakuwa hajiwezi lakini ndugu anabidi kuangaika huku na kule ili kuweza kumtibia na vitu kama hivyo, kwa hiyo mm. kama kukiwa kuna huo mlango wa serikali kusaidia inakuwa jambo zuri, lakini kitu ambacho nimekielewa ni kwamba hii inatumika kama pilot, yaani inatumika kama kitu cha kutazama tutaweza na tunawezaje kwa sababu tayari sheria ipo inatakiwa itekelezwe, vinginevyo tuifute. Sawa, mm -hmm. Sawa, sasa hoja imeku, itakuwa kwenye kuwaelewesha watu kuelewa faida watakazozipata kwa kuwa na bima ya afya, kwa sababu ukiangalia hapa sisi tumekuwa na habari karibia kama mara tatu zinazohusu na leo asubuhi nadhani ilikuwa ndio mjadala ilikuwa, eh, eh, ni katika kuhakikisha wanaendelea kuwaelewesha wananchi kwamba, mm, waelewe mm. lengo la kuwepo kwa bima ya afya kwa wote inamaanisha nini, lakini na. pia ile laki moja na nusu waidogoishe mm. yani kuona kwamba si kitu yeah. Kwa, fami, kwa, kwa kaya ya watu wanne baba mama na watoto na baba mama na watoto wanne mm. ni pesa kidogo sana kwa mwaka. Kwa hiyo mimi nachokitamani ni mm. serikali kuendelea kutengeneza ubunifu wa namna gani hiyo laki moja na nusu inalipwa. ungeniuliza mimi Njiyo. Ningesema kwamba isiwe lazima isilipwe yote eh, kwa wakati mmoja, kwa sababu wanacholalamikia hawajaelewa ni nini. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu mm. kuitoa ati once, yani kwa mara moja maisha, kama, kwa maisha wazazi wetu kwa kweli ni hela nyingi, lakini ukirudi kwenye uhalisia inachokwenda kukusaidia kwa mwaka mzima, ukianza kuhesabu pesa unazozitumia kwenye matibabu mm. ya watoto ambao ni wanufaika sita, tunasema kwenye familia, wewe na mama na watoto wako na baba na watoto wako ni pesa nyingi sana mm. ambayo laki moja na nusu ni kitu kidogo. Shida ni inalipwaje, ndo nayotamani sana kiukweli. Serikali iendelee kuboresha kabisa mm. na pesa kama unailipa kwa wakati mmoja unaona ni hela kubwa yeah. lakini ukiwa unalipa kidogo kidogo yeah. au ukiwa unazitumia bila mpangilio huwezi mm. ukajua kama unatumia gharama kubwa tofauti na ile ambayo ungelipa moja kwa moja ikakusaidia kwa mwaka mzima no. Lakini mimi ambacho naendelea kusisitiza mm, wakati tunaendelea kusisitizwa hayo yote mm, kwamba tulipie bima ya afya kwa wote hiyo laki moja na nusu mm, hakikishe pia na mazingira huko hospitalini, yes, vifaa tiba vinakuwepo vinapatikana k vya uhakika, sio nakuja nalipia laki moja na nusu. Inawezekana nimeuza mbuzi, nimeuza mahindi yangu yote ndani, nimeuza makopa, nimeuza sijui vitu gani mm. nimebaki mweupe, nimelipia hiyo pesa, alafu naenda hospitalini mm. napimwa, nikikutwa na ugonjwa naelekezwa duka fulani nikanunue ee, dawa ee. Hapana, itakuwa haipendezi. Mkakati wa serikali, nilibahatika kidogo kuseminika kuhusu wanachotaka kufanya mm. ni kushusha hizo huduma pia za kibingwa kwenye hospitali ambazo ziko karibu, wow. na watu ndio mm. mkakati uliopo, lakini hadi kwenye kwenye nini, kwenye nini kwenye, ee, kwenye zahanati lakini ee, kwenye zifike kwenye si kwenye vituo vya vituo vya afya vikubwa, vikubwa, eh, vikubwa, vikubwa. Vikubwa, vikubwa na vitu kama hivyo lakini, mm. pia unapozungumzia, mfano kitu kama zahanati moja kati ya matunda tunayatarajia kwenye bima ya afya kwa wote ni idadi ya wagonjwa kuongezeka. Kuna mm. wengine wamekuwa nakaa nyumbani, tunasema Mungu tu atajua. Nitaenda e, kufanya nini na wakati nikipimwa, ninaambiwa e. ni ninaambiwa kwamba nikanunue dawa mm. na wakati sina pesa. Sasa wakiongezeka, maana yake pia Je, wanaowahudumia wanaongezeka? vifaa ha hapo, sasa vifaa vipo? Haya, mm. tukasikilize pacha anayefuata. Sisi tunaamini kwa umoja wetu, maelekezo yetu tunawafanyia kazi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ni asubuhi tu nilikuwa naongea nao swala la bima la, kwa wote, nikasema maelekezo nimepata jana tu kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mimi nikasema siwezi nikaendelea kukaa nayo, lazima niwakishii na nafikiri, mheshimiwa, na haya uliosisitiza juu ya hayo, na sisi tulikuwa tunaomba haya leo kwamba wa, waendelee tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu ukiangalia hata taarifa za data za za nchi za Afrika zenye zenye e, bima ya afya kwa watu, nafikiri Tanzania ni mojawapo ambayo imeingia katika katika nchi hizo kwao ni suala nzuri ambayo kwa kweli tunatakiwa kumsifu sana Mheshimiwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambaye ameitoa kwa wananchi wake, kwa sababu aliahidi kwamba ndani ya siku zake mia moja za utekelezaji wa kazi zake akiwa rais ataruhusu ata wananchi wacheke, wafurahi, watabasamu. Nafikiri hii ni moja ya kazi ambayo ameifanya, wananchi watabasamu. Mheshimiwa tutaitekeleza hayo. Mimi Mheshimiwa na madiwani nafikiri tumesikia hayo, na naamini tunaenda kuyafanyia kazi kwa mstakabali wa usalama, lakini mstakabali wa eh, ustawi wa jamii katika maeneo yetu. Mwheshimiwa mkuu wa mkoa nakushukuru sana, lakini pia nimependa sana siku ya leo umekuja. Tulikuwa tunaombea sana mvua, lakini umeongea hapa mwheshimiwa, ukweli mvua inajua kabisa huye ni mkuu wa mkoa <laughs> Tunashukuru sana mvua imekuja ime kwetu ambayo wananchi wengi na waheshimiwa madiwani walikuwa tunaiombea kwa pamoja ili tuweze kupata mvua ili maji yaweze kutamalaki mashambani na kuleta neema hiyo. Sauti ambayo tumetoka kusikiliza ni sauti ya mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakiso akipokea maelekezo hayo na kuahidi kuwasimamia madiwani kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa na wananchi wanajiandikisha kwa ajili ya kupata bima hizo. Uh, kabla hujamshukuru mpunije, ni ruhusu niongeze neno karibu usha mshukuru tayari, nitaka mshukuru weye, labda nitarudia kama utahitaji kupata asante. so, so, kwa kwa sauti yangu <coughs> nitasema eh, ntasema ninatamani, binafsi, mimi ni, ni mdao mzuri sana wa maswala ya afya kwa sababu mm. na sisi tunaumwa kama kama Watanzania, na wewe wee una afya una e, kuna nani, mwili e, kuna wakati unaumwa mm. na vitu kama hivyo. Afya sio mpaka unaumwa e, e. e, yani, <coughs> afya maana yake ukiwa mdau ni usiumwe Sinielewa sasa, mm. Ndo ninachotaka kusema, kama mdau wa maswala ya afya natamani pia tuelekeze nguvu kwenye kuzuia watu wasiugue mm. kuliko kuwekeza nguvu kuwatibu. Gharama no. za matibabu ni kubwa kuliko juhudi zinazoweza kutumika magonjwa kutokea. yes. E, kwa hiyo mfano unazungumza, kuna magonjwa haya makali makali, mfano unazungumza kitu kama saratani wakikaa hawa wataalamu wanatuambia zina labda tabia bwete sijui vitu fulani watu wafanye mm. mazoezi matumizi ya sigara sijui eh, vitu ambavyo naona kama tunaweza tukavizuia. Kisukari kwamba unaweza ukaepuka vyakula vya namna hii na, ili na, presha unaweza ukaepuka mambo haya mm. msongo wa mawazo, sonona, mambo kama hayo eh. E, basi tuambie vijana acha kuingia kwenye mapenzi ambayo huwezi kuyamudu e, utapata e, matatizo, utapata msongo mawazo ambao utakupeleka kwenye matatizo ya afya ya akili. Unaomba milioni utaiba yani, kijana milioni yani, kipato chako ni elfu kumi kwa mwezi. Halafu mm, unataka kuwa na mwanamke ambayo kipato chake ambaye, ambaye, ambaye matumizi yake kwa siku ni, ni, ni milioni moja. Imagine. Au tuseme tu laki moja, elfu kumi kwa laki moja ah. Unategemea nini kama baada ya mwezi mmoja hatuta kukuta unatembea na makopo barabarani? Kwa nini? Yaani, yaani, e, kiufupi tuseme hivi <laughs> usikijana, usikubali kubeba mzigo ambao huwezi kujitwisha na ukautua mwenyewe e, ni kweli. Angalia saizi yako <laughs> <laughs> Lakini kiukweli natamani kitu kama itafanikiwa, ita, ita naiona eh, Tanzania mpya katika uwanda huo uwa, wow, kuhudumia watu kabisa, yeah, kama itafanikiwa. Tumekamilisha hivyo furushi la kwanza, tunakushukuru sana Mike Mpunije, japokuwa hapo umetuandikia William Mike Mpunije, lakini tunakushukuru sana Mike Mpunije kwa furushi hilo kabisa. <laughs> <Sa>, <laughs> tunakwenda kufungua furushi ambalo linafata na kabla hatujaenda huko, nina maneno mazuri kutoka uongozi wa shule Tasni Muslim, ya sekondari ya Muslim iliyopo wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma, ambayo inawatangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wa kuanza kidato cha kwanza hadi cha nne kwa mwaka wa masomo elfu mbili na ishirini na sita. Ni shule ya bweni yenye mazingira mazuri ya kujifunzia na inafanya vizuri kitaaluma. Ni shule pekee yenye ada nafuu kwa mkoa wa Kigoma, ambayo ada yake ni milioni moja na laki mbili na ulipo kwa awamu nne. Shule ya sekondari Tasni Muslim inapokea wanafunzi wote hata waliopata wastani wa D darasa la saba, na ina historia kuwasaidia wenye uwezo mdogo programu maalum. Inapokea wanafunzi wa dini zote, kipaumbele ni masomo ya sayansi, lakini pia wanafunzi wanafundishwa masomo ya sanaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu moja kwa moja namba ni 075352 789 au 0782559798. Karibu sana shule ya sekondari Tasnim Muslim kuijenga kesho yako iliyo bora. Ndio, na mimi nikwambie tu kwamba mzigo bado upo nazungumzia swadu smata Itel 9320 hii. Mm. E, bwana imekuja kama mkombozi kwa wakati huu kwa wale ambao walikuwa wamezoea kutumia kiswaswadu, basi tumia kiswaswadu ambacho ni kiswaswadu janja. Sawa? Mm. Sasa inaweza ikawa ni kwa ajili ya mzazi wako, kwa ajili ya mpenzi wako. Ni rahisi sana, bei yake ni shilingi elfu 53 tu za Kitanzania. Ukiwa na tu, Uki swat smata mw, faida ambazo utazipata ni kutumia intaneti, mitandao ya kijamii, lakini utapiga picha na kutumia simu yako hadi kesho yake bila kuchaji. Zaidi ya hayo, unaponunua wewe unapewa GB 4 kutumia ndani ya miezi mitatu. Imagine, tembelea duka lolote la Airtel nchi nzima, umnunulie yule umpendaye swat smata mm -hmm. mm -hmm. tunakwenda kufungua furushi linalofata, haliko mbali, limesimama lenyewe, halina pacha Sawa. Sawa. mm. -hmm. Furushi la leo. Kwa majina naitwa Katherine Kapalata, ni hakimu mkazi mahakama ya wilaya ya Biharamulo. Maadhimisho haya yatafanyika tarehe mbili mwezi wa pili elfu mbili ishirini na sita katika viwanja vya mahakama ya wilaya ya Biharamulo. Lengo la maadhimisho haya ni kuanza kwa mwaka mpya wa mahakama. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa tunaangalia je, mahakama ina mchango gani katika maendeleo ya taifa? Kwanza kabisa, mahakama ina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa. Mahakama za wilaya kwa sasa tunasikiliza mashauri kwa muda wa miezi sita tu, mashauri yanakuwa yameshaisha, lakini kwa upande wa mahakama za mwanzo, mashauri yanasikilizwa ndani ya miezi mitatu, lakini kwa upande wa kesi za mirathi mashauri yanasikilizwa ndani ya mwezi mmoja, tunatoa nakala za hukumu kwa wakati. Na hii ni kwa namna gani mahakama ina mchango mkubwa wa maendeleo ya taifa, kwani swala so zima la tehama pia limeimarishwa, nakala za hukumu zinapatikana kwa wakati, sio kama dhamani ambavyo nakala za hukumu zilikuwa zinachelewa kutoka lakini pia huduma zimesogezwa kwa wananchi. Kwa mfano, kuna mahakama ambazo zilikuwa hazifanyi kazi na sasa zimefunguliwa zinafanya kazi. kuna mahakama ya mwanzo Kalenge na mahakama ya mwanzo Nyakahura. Mahakama hizi zilikuwa hazifanyi kazi, lakini kwa sasa mahakama hizi zimefunguliwa na hivyo huduma imesogezwa kwa wananchi. Lakini si hayo tu, pia mahakama kuu zimesogezwa kwa kila mfano kila mkoa kuna mahakama kuu, na hii inarahisisha wananchi kutokufuata huduma za mahakama kwa umbali mrefu. Kwa mantiki hiyo, mahakama ina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa mahakama mm. ina mchango mkubwa katika ustawi na maendeleo ya taifa letu. Yeah, sana lakini sana. Pia mm. hii mahakama ndiyo ambayo inaweza ikaamua kuwepo kwa ulimbikizwaji wa kesi mm au yani, ya zishughulikiwe haraka yeah, na watu waweze kuendelea na majukumu yao kama kawaida. Mahakama e. ndo inaamua haki ya mtu kwa dunia yani, tukirudi ndo imeshikilia haki za, ee, za, za watenda makosa. Tukirudi kwenye kwenye kwenye, kwenye imani tunasema mtoa haki ni Mungu, Mungu. Lakini tukirudi duniani ni mahakama, mahakama, dunia nzima. Kwa hiyo e. hao <laughs> wakiamua kuishi na sisi vibaya tumeteseka. Wao watafanya e, hivyo na kufata sheria tumepona, tunaishi vizuri mm. Sasa e. hiyo sauti ambayo tumetoka kuisikiliza ni sauti ya hakimu kazi wa mahakama ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, hakimu Katherini Kaparata, akifafanua juu ya changamoto mbalimbali mbali zilizokuwa zikiwakabili wananchi wakata ya Kalenge Nyanza na Nyakahura ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za kimahakama ambazo anadai kuwa sasa zimeboreshwa zaidi. Tunakushukuru sana William Panju kutoka ulani bihara mro, mkoani Kagera, kwa furushi hilo, asante. Kabla hatujasonga kuliangalia lingine, basi nikuambia habari njema, hasa weye binti unayenisikiliza sasa hivi, jivunie ule muda unapofika, unapokuwa kwenye siku zako za hedhi, sindio? Mm. na kitakachokufanya ujivunie ni ule uzuri utakaoupata kutoka Mzuri pads hizi bwana, zipo ambazo zinatengenezwa na kampuni pendwa kabisa ya HQ ambayo pia wanasambaza pedi pendwa za HC. Wametuetea mzuri padi ambayo inapatikana kwa bei nafuu kabisa kufit mahitaji yako. Nenda mtaani popote, ulizia, iko kwenye pakiti ya kijani ambayo inavutia, ikiwa inapatikana kwa bei poa na imetengenezwa kwa pamba kwa asilimia mia moja. Ni rafiki wa ngozi, ni ndefu kwenye ujazo ambao yaani uwe bonge uwe s unahitaji, inakutosha kwa urefu wake ilionao, haijalishi uwe ni bonge, haijalishi uwe ni mwembevu. Kwanza kunakuwa na size ndogo, hey, na size kubwa. Utanunua kulingana na saizi yako ulionayo. Umeona hayo maneno? Mm. Sasa bwana, ubora wake ni thabiti kabisa, hairuhusu hairudishi e, unyevu na inahifadhi kwa wingi, na gundi imara na mabawa yanaoshikilia vizuri, sijisogeze kukuletea usumbufu sasa zinapatikana kwenye supermarket na maduka nchi nzima, lakini kwa zaidi, kama unahitaji mawasiliano, wapigie kwenda namba 0784254444. Na namba hii pia inapatikana WhatsApp, unaweza ukawa cheki kwenye Instagram ni HQ Tanzania, Facebook ni HQ. e, kujiamini huongeza uzuri. Wow. hmm. <laughs> ya kukatazwa uh, mitumbu oboti wala bato ya kutoka Uvira uh, kwenda Kalemie kupitia mu utarafani Fizi uh, ilikuwa jambo ya muhimu ya kusaidia usalama ya nchi yetu. Uh, kisi mulivyojua uh, ya kwamba uh, jeshi uh, ya Urwanda uh, ilidhibiti mujiji la Uvira tarehe kumi e, siku ya pili tarehe kumi e, ya mwaka wa elfu makumi mbili na tano tukaona ya kwamba hatuwezi e, kurusia maboti mabato e, mamitumbu ya kutoka Uvira kwenda Kalemi kupitia kwetu tarafani tarafanifizi ilikuwa jambo ya kukataza infiltration ya adui e, lakini jeshi letu la Congo ilifanya kazi kubwa sana ya kufukuza adui eh, jeshi ya Rwanda ndani uh, ya jiji la Uvira. uh, kwa hivyo kaven uh, uh, wa jimbo uh, Mweshimiwa uh, Profesa uh, Jean Jacques Apurusi alinipatia e, oda ya kwamba uh, maboti zote za kutoka Uvira kwenda Kalemi, za Kalemi za kutoka kwenda Uvira kupitia tarafani Fizi, mamitumbu mabato zote zinaruhusia sasa kutembea na kufanya makazi zao wa kawaida, wafanya biashara wa kwenda Burundi, wafanya biashara wa kwenda Tanzania, wafanya biashara wa kwenda Zambia, mabato ya kutoka Burundi ya kufika Congo, za Congo za kwenda Zambia, za kwenda Tanzania, ziko uhuru ya kufanya kazi zao bila tatizo yoyote. Lakini kwa sisi serikali E, tunaomba maservisi ya usalama ya kwamba wabakie makini e, kwa kucheki kila mziko, wabakie makini e, kwa kufanya control zaidi, kwa sababu adui e, anapashwa e, kuwa karibu na sisi na adui anapashwa kuwa a, mtu mwenye akili sana e, na ndio maana tunaomba mavyombo ya serikali ya usalama ifanya kazi zao kawaida, Eh, ya kulinda usalama ya mipaka, usalama ya raia na usalama eh, ya wafanyabiashara ote ndani ya tarafani Fizi. Okay. Hiyo ni sauti ya Bwana Kalonji Badibanga mkuu na kiongozi wa tarafa ya Fizi mashariki mwa DRC akieleza kufunguliwa kwa usafiri wa ndani ya Ziwa Tanganyika upande wa Uvira na Kalemi kupitia katika tarafa ya Fizi. We. mashariki mwa DRC hali imeanza kutengemaa mdogo kidogo, mdogo e, tunaanza kuona ma... Ya po, w... siku ya jana nimesikia kiongozi wa AFC M23 akisema mm, bana tutaondoka moja kwa moja. tutakuwepo, e, tutakuwepo kuwepo tu. tuma check. Afu, unarudi, unarudi kurejea tena ule ushauri ambao ulitolewa na ule mbunge wa Marekani kwamba mm kama wanataka hii vita imalizike basi wakae kwa pamoja, wangalie upande unaogombana na unaogombaniwa wote kwa pamoja na, na unaogombanisha mm. yani zile rasilimali ambazo zinawafanya wagombane, uhakikishe mm. wote wanashirikiana, yaani kama ni nusu kwa nusu wote wapate, hapo ndo watapata utulivu mm kitu ambacho ni kigumu. Kuna ugumu eh, e. ah, ukisema wakila mmoja apate e. hapo bado ni changamoto. Ukisema, kila mmoja anufaike zote. Yeah, yani pande zote zinufaike e. hata yani... kama haitakuwa ni asilimia mia moja kwa mia moja lakini mm. uangalia ni kwa namna gani ambavyo pande zote zinaweza zikanufaika yeah. Ili mambo yaweze kwenda kwenye mstari kwa sababu mwisho wa siku wanaumia ni wananchi. Je, hiyo mm. sasa hoja inakuja kwamba wachambuzi wengi hapa ukiwa unawasikiliza wanasema E, ni, ni, kama kuna pandikizi fulani kuna wanufaika ambao wako nje ya kati ya hawa tunaowataja kati ya wanaogombana e, yani marambi. Kuna mtu ambaye alikuja mm. akamwaga mchele katikati Mende, yeah, unajua ile michezo ya watoto yeah. Ile kwamba mm. linashika mchele linashika mchele na kwa mwaga mwaga mm. na wewe Mende. Yeah, haya nilipeni mchele wangu afu wewe unakaa pembeni na mm. subiri wagombane. Kwa hiyo hapa inavyoonekana kwa mujibu wa wachambuzi ni kwamba kuna anayewagombanisha yeah, hapa katikati, katikati, ambaye kakaa pembeni anashuhudia kinachoendelea huko, akiwa anaendelea anatafuta suluhu, anajifanya anatafuta suluhu huko anaendelea kuchukua kile kinachowafanya wagombani, lafu yeye kakaa pembeni kama vile hayumo, yani msuruhishi. mm. anakuwa msuruhishi. Afrika bana, tujitazame bana <laughs> ama mbo sikia kitu kinamalizika huko, ndio zile ni giant nations, wana uchumi mkubwa, wana nini mm. lakini kama tumekosea basi tuanzie hapo mdogo mdogo. Shida inakuja tunaanzia tulipo yeah, tulipokosea kwenye uzalendo wa hawa watu, tunawapa nafasi za juu za maamuzi kwenye mm. mataifa yetu. Je, yeah, wao ni wazalendo hapo sasa, e, au ni viongozi? Unajua kuna tofauti ya kuwa kiongozi na kuwa mzalendo, mzalendo. Unaweza kuwa kiongozi lakini kwa hauna e, uongozi ndani yako, mtawala ukawa kiongozi mm, jina, au unaweza pia kuwa mtawala pia usiwe na utawala ndani yako yani, hivyo vitu e, vipo sio unasema e. Yani wanatutawala lakini si kwenye kutuongoza, maana kama unatuongoza mm, lazima uzalendo utaweka hapo. Kumbuka kwenye kuongoza kuna mm, mtu anaweza kukuongoza kwenye njia nzuri na kuna mtu ambaye anaweza kukuongoza akakupeleka kudumbukiza, yeah, kwenye shimo. Kwa hiyo eh, iko hivyo Afrika mm, Afrika ya

Kwizera FM elfu mbili na ishirini na sita Aminia. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu, je nitumie ipi? Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda sola panel na Sunda sola battery, kwa bidhaa original hizo. Zinakuwaje? mm, Sunda sola battery ni battery original na ina moto mwingi sana. kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda sola battery ina dumu kwa muda mrefu sana. na kuhusu Sunda sola panel, Sunda sola panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda sola panel inajaza betri kwa haraka sana hata kama kuna mawingu. Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia <laughs> Ye yeah, pia utapata Sunda flat tv. Sunda Flat tv ni tv bora, ina kio kikubwa, kama imeandikwa nchi 19. Saizi ya kio chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat tv zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia sunda imekuletea sunda sabufa. Sunda sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni orijino na imara sana. Sunda sabufa inatumia sola na umeme pia <laughs> Sunda solar panels, sunda solar batteries, sunda Flat tv na sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini Kasulu mjini Kibondo mjini Mwanza mjini Kahama mjini Katoro mjini Ushirombo mjini Runzewe mjini Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Rangi yake inavutia ukiiona tu unasema, acha siku zangu zije tu. We skola nini hii unazungumzia? sio rangi yake tu ya kijani inayovutia hivi mm, ukiifungua ndani sasa, we hey. Ni bora mno, yenye pamba asilimia mia moja. We, sio zile tulizozizoea. Ni Mzuri pads, haisababishi mwasho, hairudishi unyevu, ni laini na rafiki kwa ngozi. Wow. na Usu ubora, maana sihitaji kuwa nabadilisha kila baada ya saa si unaelewa? Lakini best mm, ubora wake ni thabiti, inafyonza haraka na kuhifadhi kwa wingi mm, haivujishi, ina gundi imara na ni bei rahisi sana. Tunakuletea mzuri pads zenye pamba asilimia mia moja, laini na rafiki kwa ngozi, zinafyonza kwa haraka na kuhifadhi kwa wingi. Nunua mzuri pads, inayopatikana madukani kote kwa bei rahisi sana, kutoka kampuni ya HQ ambao pia ni watengenezaji na wasambazaji wapedi pendwa za HC. Ujisikie huru wakati wote. Mzuri pats, kujiamini huongeza uzuri. Uongeza marafiki wawili siku zote hawaachani, hutembea pamoja. Smart jin, hatuja wasahau wapenzi wa vodka, na sasa tumewaletea smart vodka mpya yenye ladha ya kipekee ya pineapple. smart